Sasa tuna mradi ambao tunautekeleza unaitwa mradi wa kuzuia kuzama maji ziwa Victoria unaolenga kupunguza changamoto ama hatari zinazopelekea kuzama maji hasa kwa wavuvi. Sasa kupitia shughuli za mradi huu tunafanya ushirikiano pia na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA, ambapo katika kuhakikisha kwamba tunafikisha taarifa za utabiri wa hali ya hewa ambazo zinatolewa na TMA hasa kwa wavuvi na watumiaji wengine wa maji, tumekuja na ubunifu wa hiki kifaa ambacho tunakiona, tunaita electronic weather board, ambapo tulianza na weather board za kubadilisha ama kuhuisha kwa mkono, baada ya kupokea zile taarifa, wale BMU ambao tumeshawafundisha kutoka kwenye, kwenye jamii na kwenye hiki kisiwa cha Goziba ambacho sasa tupo huwa wanaenda kubadilisha kulingana na ule uta, utabiri, lakini hii electronic weather board sasa yenyewe inaenda digital zaidi, kwa sababu ndani ina, ina line ambayo imeunganishwa na kwenye mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kule Dar es Salaam. Kwa hiyo wanapobadilisha taarifa za utabiri wa masaa ishirini na nne yajayo, yenyewe inapokea hapa moja kwa moja na kubadilisha hizo taarifa kupitia hizi taa ambazo zinaonekana ambayo sasa inaonyesha utabiri wa mvua, upepo, mawimbi, uono pamoja na uelekeo wa upepo ama urefu wa mawimbi. Sasa hii electronic weather board tunaenda kuiweka kwenye daraja hapo kwenye kisiwa cha Goziba ambalo linapokea meli lakini pia na vyombo vya wavuvi, eneo ambalo wavuvi watakuwa na uwezo wa kuangalia hizi taarifa kabla hawajaenda. Um, ziwani lakini sio wavuvi tu, lakini hata watumiaji wengine, kwa mfano wasafiri na wenye vyombo pia watakuwa na fursa ya kuangalia na kuweza kujiridhisha hali ikoje, lakini kwa wakinamama pia ambao ni wachakataji na wafanyabiashara wanaonunua dagaa, kabla mtu hajafanya maamuzi ya kwenda kununua labda ndoo ndoo kumi kumi na tano ndoo ndo ishirini za dagaa, aangalie kesho yake hali itakuwaje. Hii inaweza ikamsaidia kuweza kujiandaa zaidi na na, na mvua, kama kuna mvua, wakina mama wamekuwa wakipata hasara sana, na wale wafanyabiashara nao andaa dagaa kwa ajili ya kuzianika. Wametuletea hii motherboard ambayo tunaiona hapa, ambayo itakuwa inatuonesha utabiri wa hali ya hewa kwa ajili ya wavuvi wetu. Tulianza na, na tulikuwa tunaweka taarifa zetu kwenye zile mbao za kawaida, lakini sasa leo tumepata chombo kingine hiki ambacho kina kimeunganishwa moja kwa moja na TMA makao makuu Kwahiyo makao makuu anapobadilisha taarifa zile za utabiri wa hali ya hewa, na sisi moja kwa moja tunaipata hapa Goziba. Kwahiyo hiki ni kitu muhimu sana, na wavuvi wetu watakipenda na kina, kinaonekana kiko vizuri, watu wamekipokea vizuri sana, na tunaahidi sisi kama wadau wenyewe tutakilinda ili kisije kikaharibika katika eneo hili, ili, ili kiendelee kutusaidia kwa muda wote. Kwahiyo sisi tunashukuru sana kwa serikali, na iendelee kuwapa maeneo mengine visiwa vyote ambavyo wanatumia uvuvi. Sasa ikitokea kwamba kuna mtu amefariki kwa kuto kuvaa jacket, basi watu walioko kwenye mtungwi mtahusika kujibu haya maswali, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba mtu akivaa jacket yake hata akianguka ataokolewa na wenzake. Kwa hiyo hilo ndio nilizingatia, kwa nimekuja kuangalia hali ya hewa kama iko vizuri, ili niende kazini. Kwa kwanza, tunashukuru sana, tunashukuru sana kutuletea hiki kifaa kinachotuonyesha hali ya hewa kwa sababu tulikuwa tuna, tunapata madhara makubwa sana tulivyokuwa tulivyokuwa tunaenda kazini bila, bila utaratibu wowote bila kielelezo kire, kire, chochote kuwa kuna hali mbaya ambayo inaweza kaji kajitokeza kwa baadaye au la. Kila ninapokuwa nataka kwenda kazini, mimi kama mimi lazima nije kwanza niangalie hali ya hewa kama iko vizuri, nikikuta kuna alama nyekundu, maana yake hiyo inakuwa ni hali ya hatari, siwezi nikaenda ziwani. Sikwenda kuangalia ubao unatuelekeza nini kuhusu hali ya hewa. Kwao nilijikuta nanunua pasipo kujua hali ya hewa ni nini, maana wakati mwingine pia unaweza ukanunua uki, ukiangalia hali ya hewa inakuwa inabadilika, badilika. Kwao nikajikuta tayari nimeshaingia kwenye hiyo tatizo la kupigwa na mvua mpaka sasa na nilinunua dagaa ya shilingi milioni moja na laki saba lakini kutokana na mvua kuwa nyingi nilijikuta mvua inanyesha mfululizo pasipo kukata, ndani ya siku tatu nikawa nimepoteza kiasi cha shilingi milioni moja na laki tano.